Kwanza nataka nimpongeze mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, kampeni yake ameifanya, amefanya kampeni ya kishindo, amefanya kampeni ya kibabe, amefanya kampeni ambayo wale watesi wake hawakutegemea kwamba angeweza kupiga e, kwa mwezi mmoja kampeni za namna ile, na pia wale wandugu zetu wanaopenda kutukaatuka na mtandao walitegemea kwamba mama hata pata mapokezi mikoani, lakini sasa roho zao zinawauma kwa sababu mama, kila mkoa anaokanyaga anapokelewa, yani utitili wa watu ambao haijai kutok, kutokea. Ni hii ni ishara ya kwa kuonyesha kwamba Watanzania wamemwelewa Mama Samia, Watanzania wamemwelewa utendaji wa Mama Samia, Tanzania wanamwelewa, wanamwelewa Dokta Samia ni wachache ambao mambo yao yameminywa, na ndio maana wanatukatukana wanapiga kelele, na kuna wengine ambao ni wahuni, mi naita wahuni, wako mataifa ya mbali, wajifanya wazalendo. We kama kweli ni mzalendo, tuwe wote Tanzania hapa, tutetee nchi yetu. Kama kweli ni mzalendo, uzungumze hoja. Mimi nikitoa hoja, nazungumza hoja. Mimi nakwambia Mama Samia akafanya treni kazi inamalizika mpaka Kigoma, Mwanza. Mama Samia amehakisha umeme umefika mpaka vijijini kila sehemu. Mama Samia amefanya maji yanatiririka kila sehemu mpaka vijijini. Mama Samia amefanya afya imetapaka kila sehemu. Mama Samia anaunganisha barabara zetu kutoka eneo moja kwenda nyingine. Mama Samia akitoa ahadi anatekeleza, hatoi ahadi bila kutekeleza. Mimi nimetoa hoja na nyinyi mjibu hoja, sio mnatukana matusi wa huni, mwache huni Jibuni hoja, tunatoa hoja na we jibu kwa hoja sasa eh? Unaambiwa kama wale wahuni ambao wamewekwa kule mamebeberu, kazi yao ni kuleta tu magomvi kwenye nchi yetu eh? Ukimwambia njo, mmoja aliambiwa lete ushahidi na polisi, ili ushahidi tuufanyie kazi kwa sababu ninachokisema, sisi nchi yetu inaongozwa kwa mujibu wa sheria. Tuna jeshi la polisi linafanya kazi nzuri, kazi ya weledi. Unaambiwa lete ushahidi ili hayo unayosema yachunguzwe, huonekani huwaaki kuonekana unapigia makelele huko. Wewe unasemaje? Ni mzalendo wewe? Una nia nzuri ya nchi yetu we? We ni muhuni. Kwa hiyo mimi nawaambia, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, hawa wahuni acheni nao, wala asiwaweke kwenye akili yake mama. Mama Samia nataka nimwambie kwamba uchaguzi huu atashinda kwa kishindo kikubwa, na kila mtu atashangaa, wale watesi wake watashangaa atashinda kwa kishindo kikubwa. CCM itashinda uchaguzi huu kwa kishindo kikubwa sana.